Amwachie mwanangu kama yuko hai, kama hayuko hai, aniletee ni mzike mwenyewe. Aniletee mwanangu nizike mwenyewe, wasije wakaenda kumtupa baharini. Unapokuwa mtu umesomesha mtoto toka kichanga mpaka amefika mahali kwamba anaweza kukusaidia ukapata hata doti kakanga, leo wenzi wanakuja kukatia ghafla tu. Sababu hasa nini walimchukua huyu binti? Huyu unamwona huyu dada yako walibomoa pia, wakaruka ukuta. Naomba watusaidie kama polisi wanajua, hawajui. Kama mwanamke uliyegaramia kulea mtoto ukiwa mjane, leo yanakuja kutendeka haya, inasikitisha sana. Ina maana wanaumiza watu kama wanaumiza manyati ya polini au matembo ya polini? Kabisa, inasikitisha sana kwa nchi ya Tanzania. Nyerere hakutolea vile, hakutolea vile hata siku moja. Huyu mtoto nikikwambia siri yake, toka alipozaliwa alikuwa mtoto wa pekee kabisa. Kwanza yeye alipenda kwenda kusomea mambo ya uchungaji na urubani wa ndege, lakini sisi wazazi tukawa uwezo hatuna kwenda urubani wa ndege. Alipenda sana urubani wa ndege, zile gharama za kulipa alipomaliza form 6. Unaona ni mtu mwenye upendo vibaya mno hata kama haja kujua, atakusalimia vizuri kwa kuelewana, kwa upendo wa hali ya juu e, katika maisha yake toka alipokuwa mdogo kabisa kabisa alikuwa hata kuongea hajui. Akifika hapa atawasalimia, yeye ni kucheka tu, kuongea na wenzie, kuingia ndani vitabu moja kwa moja.